Kwa nini wengi tumeacha kufanya hivyo? Ikiwa mwanzo wa kujua mapenzi hiyo ilikuwa inatokea, lakini sasa hivi hakuna kitu, hata ile hali ya kupata ganzi kama mtu anataka kuzimia ilishapotea. Ni wengi siku hizi tuko hivyo. Okay, huyu alikuwa ni dada ambaye baada ya kuona clip yangu katika chaneli yangu ya YouTube ikielezea namna gani ambavyo wanaume wengi sasa hivi wanashindwa kuweza kuwaridhisha wenza wao kitandani na namna ambavyo wanawake wengi sasa hivi hawafurahii tendo la ndoa. wow. Kwa hiyo baada ya kuona hilo somo katika chaneli yangu ya YouTube, huyu dada akawa amecomments katika ukurasa wangu pale chini, ama katika chaneli yangu pale chini kwenye sehemu ya comments, akijaribu kueleza namna gani ambavyo siku hizi hii hali, yaani ile hali ya kwamba unashiriki tendo ndoa na mwanaume, unahisi nguvu zimekuishia, unapata ganzi, unatetemeka, unafika katika kilele cha hali ya juu, anaweza kusema doctor, hiyo situation haipo kabisa kwa sasa hivi, yaani hiyo hali imepotea. Katika chaneli yangu ya YouTube nimeelezea somo hili kwa upana zaidi. Nenda katika chaneli yangu ya YouTube, jina Kuboja Joseph, andika kwa herufi kubwa zote mbili, Kuboja Joseph, nenda kaandike somo linalosema kwamba makosa wanayofanya wanaume wakati wa maandalizi ya tendo la ndoa au kabla ya maandalizi ya tendo la ndoa, makosa wanayofanya wanaume wakati wa maandalizi ya tendo la ndoa au kabla ya maandalizi ya tendo la ndoa. Nakusi hata hapa hapa, akisha umenifollow, lakini pia achukua namba yangu kwenye profile hapo, kama unahitaji ushauri. Lakini mimi ngoja, nitakusaidia changamoto hii, uenda kwa ni mwanamke unapitia changamoto na kuweza kufurahia tendo la ndoa kuna sababu ambazo zinaweza kusaidia psychologically na nini cha kuweza kufanya. Lakini pia huenda kuwa pia we ni mwanaume pia una changamoto hii, mke wako pia afila au apati hali kama hii ambayo alikuwa anaelezea dada hii. Chukua namba yangu pia niweze kusaidia, namba yangu katika profile. Lakini naomba nikutajie na hapa kwa haraka haraka kidogo 0765493645 0765493645, namba hiyo ipo katika profile yangu, pia unaweza ukaichukua, lakini pia ni namba ambayo ipo WhatsApp, unaweza ukanicheki WhatsApp, japo unapenda mtu anipigie kwa uzuri zaidi. Dokta Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya ya